Baada ya kusema hayo, Young Africans tulipitia wakati mgumu, na mimi nikiwa tu mshabiki na mwanachama, lakini nakumbuka 2020 na Mr. Galib aliniambia tumealikwa kwenye harambee kubwa ya ukusanyaji wa fedha kwa ajili ya kuikimua kuikwamua klabu yetu kutoka kwenye wakati mgumu. Akashiriki kwenye mkutano ule, kwa bahati mbaya nilikuwa nimesafiri, na alitoa ahadi ya kuchangia kiasi cha shilingi milioni mia tatu na mwaliko huu ulitoka kwa mwenyekiti wa kamati ile ambaye alikuwa ni Anton Mavunde, na hiyo ndio historia ilipoanza hapo ya sisi, na mimi binafsi kama kampuni ya GSM, na mimi binafsi kuingia kwenye Young Africans. Baada ya kupita kwenye hatua, ilitolewa pia nafasi ya klabu ya Young Africans kumtafuta mzabuni wa jezi, ambayo kampuni yetu iliweza kubidi na ikapata nafasi ya kutengeneza jezi na mi nikiwa kama mkurugenzi wa uwekezaji ilikuwa ni fursa kwangu kuhakikisha tunapata ile biashara, lakini baadaye tukaja kugundua biashara hiyo haiwezi kwenda kama timu haifanyi vizuri. Kwa hiyo nikakaa na Mr. Galiba, akaniambia, bwana, sasa hii bahati nzuri ni timu unayoshabikia na wewe ndio mwekezaji mwenyewe, fanya jitihada sasa ili biashara ifanikiwe kuhakikisha una elevate level ya timu. Basi nikaja kwenye nafasi hiyo ya kibiashara lakini kuhakikisha tunainua thamani ya klabu yetu ya Young Africans. Basi ndio tukaanza hapo, kabidi tusajili wachezaji. Nakumbuka mwaka elfu mbili na ishirini mwanzoni, wakati wa dirisha dogo, tukasajili wachezaji wanne, tukamsajili Dutra Mchimbi, tukamsajili Adyu Msaleh, tukamsajili Bernard Morrison na tukamsajili Haruna Niyonzima, na karudi baada ya kuitumikia Young Africans na baadaye Simba na baadaye karudi Rwanda Ulikuwa ni task yangu ya kwanza kusajili wachezaji na kuhakikisha timu inakaa mahali pazuri. Kwa hiyo tukaweza kuihamisha kutoka Northland kuja uh, Regents Hotel, tukaitafutia uwanja wa mazoezi, tukapata uwanja wa chuo cha sheria, tukaanza kufanya kila linalowezekana kuhakikisha timu inashinda, kwa maana kumotivate, kueka, ya kumotivate kuweka thamani ya kifedha, na wakati huo klabu ilikuwa iko down kwenye kila sehemu. Tukamleta pia coach Luc Eymael, kama mnakumbuka na baada ya hapo kuanza kuweka motivation uh, nakumbuka mara ya kwanza Lugas uh, alikuwa anabeba kabisa milioni kumi kama furushi kuhakikisha anawaonyesha wachezaji, wa jamani fedha ni hizi, mechi mkishinda, mtaondoka na hizi fedha. Iko ni sehemu ya motivation kwa ajili ya kupromote wachezaji waweze kufanikiwa na kutupa matokeo tulikwenda, na baadaye tukaweza kuchukua Uh, tukachukua nafasi ya pili kwenye ligi. Yeah, sawa. Ndo msimu wa kwanza wa 2020, 2021 ambao nilishiriki. Kwa hiyo baada hapo nikawa naona gharama zinavyoenda. Yaani, ukitaka kuhamisha timu kutoka sehemu hii kuipeleka hii inahitaji gharama. Ukitaka kumsajili mchezaji inahitaji fedha. Na fedha hizi zote zilikuwa zinatolewa na Mr. Ghalib free from his pocket kwamba anataka tu support team sasa. Hapo inakaa moja. Nikaja na wazo ile ile background yangu ya investment tukasema lazima tutafute tuwe na short-term plans na tuwe na long-term plans. Short term ni hii ku support kuinua quality, lakini long term hii timu inapaswa kuweza kusimama kwa miguu yake. Inaweza kuwa ni 100% au inaweza kuwa ni 50% au inaweza kuwa 75%. Kwa hapo tukasema lazima tutafute mfumo utakaofanya timu isimame imara yenyewe na tupunguze utegemezi kwa hiyo Mwenyekiti Dr. Msola alikuwa tayari ameshakuja na wazo la wa transformation. Nikasema hapa tunaweza tukatumia hili wazo tukalipa nguvu ili wazo likaweza kutransform team yetu. Basi nikam consult, tukakaa, tukakubaliana tutengeneze ile kamati kwa ukubwa wake tuipe nguvu, na baadaye nikawa sehemu ya iyo kamati. Na baada ya kuwa kwenye kamati, tukaona pale kwenye kamati kuna watu wenye taaluma nyingi, kuna wanasheria, mwenyekiti wetu mzee Mgongolwa kuna kina Arafat, walikuwa wanatoka kwenye finance, kuna Alban Tarimo, walikuwa wanatoka finance, mimi natoka kwenye engineering. Lakini wote tunakosa elimu ya transformation. Ndio hapo sasa tukasema lazima tutafute consultant, mtu atakayetusaidia kujifunza dunia ya sasa inaendeshwaje, mpira wa sasa unaendeshwa vipi? Kwa hiyo tukaweza kufanikiwa kupata LaLiga wakatushauri tukajifunza kutoka kwao, na sisi tukajifunza, wao wakajifunza pia culture yetu ikoje tukakama na mfumo wa mabadiliko na mfumo ule ulipelekwa kwenye mabadiliko ya katiba klabu ya Young Africans, zikatengeneza rasimu ya katiba mpya, zikaenda kwa wanachama, wanachama wakajifunza, wakatoa mawazo yao, tuka incorporate na baadaye tukaenda kwenye mkutano mkuu.